Basi nao baadhi ya wakazi wa wilaya Urambo mkoani Tabora wamemuelezea marehemu Samuel Sitta kuwa mtu aliyewatetea wanyonge hasa wakulima wa zao la tumbaku kwa kuhakikisha zao hilo linawanufaisha wakulima. Wakizungumza na mwandishi wa TBC aliyetembelea wilayani Urambo, wananchi hao wamesema spika huyo mstaafu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliweza kufuata misingi ya uongozi bila kutanguliza maslahi binafsi. Grayson Kakuru ana taarifa kamili kutoka Urambo. Kwa hiyo tuna waleteeni ndugu wanatabora wenzangu, mgombea bora kabisa, na mimi mzee wenu wa viwango na kasi namkiri kabisa Dr John Magufuli, na mambo mengi ambayo anajiandaa kuyatekeleza, sisi wazee tutamuunga mkono. Kifo cha spika mstaafu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samuel Sitta, kilichotokea usiku wa kuamkia Jumatatu Jumaatatu wiki hii nchini Ujerumani, pia kimeleta simanzi katika mitaa mbalimbali ya mji wa Urambo hapa mkoani Tabora, sehemu ambayo marehemu aliwatumikia wananchi akiwa mbunge wao kwa zaidi ya miaka ishirini. Vijana na wazee hapa Urambo wakaonyesha kuguswa na msiba huo. Kweli nimesikitika na imeniumiza sana, sababu mtu wangu karibu sana. Namkumbuka mzee kwa sababu alikuwa ni mpambanaji, ni mtu ambaye alikuwa na anajali watu, ni mtu mwenye huruma. Kwa kweli tumepata pigo sana katika mji wa Urambo. Nana. Katika eneo la Boma Village hapa Urambo, ndugu jamaa na marafiki wamekusanya kuomboleza kifo cha marehemu Sitta, huku mama mzazi Zuena Fundikira akiwa na majenzi tele ya kuondokewa na mtoto wake. iyo nasema ni kazi ya Mungu mwenyewe, kama alivyonipa na kumchukua, akamchukua mwenyewe. Amna jinsi mimi na uchungu na mwanangu Samweli ndio kwa mtoto wangu wa kwanza aka akapata pita loo, inaniuma lakini sina rafu kwai. Hekima na busara ni mambo ambayo waombolezaji hapa Urambo kamwe hawawezi kuzisahau. Hekima busara, na alikuwa na uvumilivu kwa kiasi ya juu sana, ambayo mimi siwezi kufikia. Ni pengo kubwa sana, na hasa ukizingatia mama yetu mzazi bado yuko hai. Mzee huyu alikuwa ni muungwana, alikuwa ni mstaarabu, na ukweli kabisa ni mzee aliyekuwa mwepesi sana kuomba radhi katika kujenga umoja. Amehangaika na umoja sana katika taifa hili. Mimi ni Grace Son Kakuru, TBC Urambo. <laughs> Nda, basi mtazamaji, wakati wananchi wa Urambo wakimlilia mbunge wao huyo mstaafu marehemu Samuel Sitta ambaye amefariki dunia, tayari taarifa tulizozipata hivi punde hapa studio zinaeleza kwamba mwanasiasa mkongwe nchini Joseph Mungai naye amefariki dunia. Taarifa za awali zinasema kuwa Mungai amefariki dunia jioni hii katika hospitali ya taifa ya Muhimbili ambako alikuwa akipatiwa matibabu. Taarifa zaidi kuhusu kifo cha mwanasiasa huyo mkongwe ambaye katika uhai wake aliwahi kuwa waziri wa elimu na mbunge wa Mufindi tutakuletea katika taarifa zetu hapo baadaye na moja kwa moja, moja tunaendelea na taarifa ya